Karibu, unaweza ukasema kidogo. Uh, kwanza nimefurahi, nimefurahi kwa sababu eh, kuna mengi ambayo leo nimekuja kujifunza eh, sio nimekuja kujifunza tu, lakini pia nimekuja kuyaona mengine ambayo nilikuwa siyafahamu. Mfano ambacho kimeendelea leo hapa kuanzia, tumezungushwa eh, kwenye E, makumbusho e, tumeona leo ndo nimefahamu kwa mara ya kwanza e, mwanamke wa kwanza ku, kumiliki leseni ya udereva lakini pia nimekuja kufahamu nimekuja kuambiwa na baadhi ya vitu vingi ambavyo nilikuwa sivifahamu na ambavyo sijawahi kuviona. Lakini naweza nikasema e, kuja kwangu kumekuwa pia kwangu mimi kama mimi kumekuwa ni baraka kwa sababu nimekuja kuviona vitu vingi, lakini pia E, nimefurahi kwa sababu pia nimekuja kushiriki upandaji wa upandaji wa miti ambayo, e, maombi yamefanyika na viongozi wetu wa dini maana yake imekuwa ni baraka, tumepata maombi e, tumepata elimu, lakini pia tumekuja kujumuika e, ku Kueneza hizi ara nne ambazo ndo msingi wa saniarism ambao na, na tumesema kesho kutwa tutakuwa na zoezi la uchangiaji wa damu, yes. Lakini kesho tuna tutakuwa na zoezi la uzinduaji wa mradi wa kikundi kinaitwa maridhiano asiria, na hapa tunaona kuna kitu kinaitwa maridhiano, yes. Na kumbe kesho kuna zinduliwa mradi unaitwa maridhiano asiria, ambapo nadhani kwanza kwenye sanane sio utashiriki Uh, kwa kweli kwa sababu hili jambo nimefurahi na nimelipenda e, hata kama nilikuwa nina ratiba nyingine ya kuondoka, lakini ninamwomba Mungu, panapo majaliwa, kama nitaamka nikiwa salama, nitatamani niendelee kuwepo ili niweze kushiriki haya matukio kwa sababu yamekuwa ni sehemu ya kujifunza, na pia kama nilivyokuwa nimesema mwanzo, maanake pia sikuja tu kutembea au sikuja tu, nimejifunza vitu vingi lakini pia nimekuja kujifunza e, nimekuja kujifunza e, e, hii miradi kwa sababu hii si tu sehemu ya kusambaza amani lakini pia ni sehemu ya kupata kipato e, nimehapa nimeona kuna sabuni zinatengenezwa e, batiki zinatengenezwa kwa, kwangu mimi naamini nikijifunza e, kutengeneza aidha hata nikitengeneza sabuni nikirudi kule Dar es Salaam, maana yake nina uwezo wa waku, kufanya biashara na nikapata kipato nikaendelea, eh, kusambaza hizi foara eh, za